Ibana, mambo vipi? Nimekutana story bomba, nimekutana na story bomba kuhusiana na ujamaa. Huyu hapa ni rais wa Korea Kaskazini, tunamuita Kim Jong Un. Picha naiona hapo imepigwa mwaka 1990 ikimnasa Kim Jong Un, yani rais wa Korea Kaskazini akiwa mtoto shuleni nchini Uswizi. Cha ajabu kuhusiana na ujamaa ni kwamba amekuwa akivaa sare ndogo ya kijeshi yenye nyota mabegani tangu akiwa shuleni, hii ikiwa na maana kwamba ujamaa kaandaliwa mapema sana u na masuala ya uongozi kijeshi na siasa akiwa tangu bado ni mdogo mno. Hii ni kutokana na familia na mahistoria familia ya Kim, ambapo hata elimu yake ilichanganya masomo ya kawaida na masomo kuhusu historia ya kijeshi, siasa na urithi wa familia ili kukuza uaminifu na uzalendo wa Kim. Kim Jong Un anaaminika kwamba amezaliwa mwaka 1984 ambapo ukisema mwaka 1984 hadi sasa mwaka 2025 unakuwa kumfanya Aa, au na miaka 41, japo kwa kwamba imekuwa ikifichwa umri wake halisi wa kuzaliwa, wengine wakisema mwaka mwaka 1982 wengine wakikataa na kusema mwaka 1984. Hata hivyo kule kaskazini amekuwa kificha umri wake, wengi wakitumia mwaka 1984 ambapo amezaliwa Januari tarehe 8, na kumfanya au na umri wa miaka 41. Je, yeah, ulikuwa ukilifahamu hilo li bwana? Endelea kusubscribe follow akaunti zetu huendelea kupata historia mbalimbali kuhusiana na viongozi nguri kutoka duniani kote.